Salamu zangu za dhati kwa nyinyi ambao hamsiti kufuatilia Eric Burundi TV e, na kusiu bonyeza subscribe, na kama hujabonyeza subscribe o e, kwa muda huu niko pamoja na mchezaji ambaye, e, sasa hivi kwa muda huu anaenda kucheza ligi ya raisi hapa nchini Burundi. Nilikuwa napenda niweze kufahamu jina lake ni nani na aweze kujitambulisha vya kutosha. Habari yako, kaka. Poa, kwa majina anaitwa Igirimana Beka, natambulika kwa jina hilo, lakini mtaani wanaita Mido ama kama Vinga mm. Ndio majina ambayo natambulika eko na mchezaji mm, wa Rock City. Yeah. Rock City ni moja katika timu ambayo ambazo zinaenda kucheza daraja la tatu. Kwako wewe kama captain wa timu, nilikuwa napenda nifahamu umejiandaa kwa kiwango cha kulinganaje? Rock eh, City imejiandaa vizuri eh, kuanzia wachezaji safu ya timu kila kitu imejiandaa vizuri. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tutakuwa na matokeo mazuri pia kucheza mpira ambao ni wa kiwango cha juu kwa sababu tunaendelea kuweka uzoefu wa wachezaji ili tuweze kukabiliana na timu ambazo zitakuwa zinashiriki daraja la tatu. Kitu gani ambacho kitaka, kitakacho kuja kutia uoga e, ndani ya e, e, ligi ya rais? Uh, sina uoga wowote kwa sababu sote ambao tunaocheza tunacheza tuna na miguu miwili Eh, kwa hiyo hakuna mchezaji ambaye anacheza na miguu minne. Eh, experience tu ndo inasababisha mtu anapoteza mchezo, ama labda uzoefu wa nini wa kucheza hizo ligi ambapo wengine inaweza kuwa ni mara ya kwanza, lakini baadhi tumeshashiriki, japo sio sana, ila nadhani tutakuwa na mwonekano mzuri, pia tutakuwa na mwongozo bora kwenye ligi ya rais. Kitu gani kimekushawishi paka ukaja kuchezea Rock City? Eh, Rock City kwanza ni timu ya nyumbani. Eh, isitoshe tunacheza na wachezaji ambao tunaojuana, kwa hiyo kutokana na timu ya nyumbani naweza nikasema kwamba ndio kishawishi kikubwa ambacho kimesababisha mimi nichezee Rock City. Watu wa Kabonga, watu wa Nyanza, watu wa Burunga watarajia kitu gani kutokea kwenu? eh, watu wa Kabonga, Nyanza laki, Burunga naweza nikasema kwamba wasubirie matokeo mazuri na watarajie matokeo mazuri kwa sababu Rock City imekuja kwa kasi ya 4G ama 5G, kwa hiyo wajiandae, matokeo yatakuwa mazuri. Kikubwa tu wazidi kutusapoti. Unapokuwa tumeenda kucheza mechi watupe support, itapendeza zaidi. Kitu gani ambacho unachokipenda ndani ya staff yenu? Uh, kwanza ni ushirikiano, pili ni vile ambavyo wanatupa vifaa ambavyo vinatufanya vina sisi tuwe bora kwenye mazoezi, kwa hiyo hicho ni kipengele pekee ambacho naweza nikasema kwamba nimekifurahisha, nimekifurahia kwa sababu kinatupa motisha na nguvu ya kufanya kile ambacho wanachotuagiza. Ikitokea tayari ndio mmeshinda, mmebeba e, ushindi. Unatamani kuja kuchezea timu gani mwaka kesho msimu ujao? Kwa timu ambayo ninayofikiria labda kuicheza ama labda na ninayotamani, sijajua kwa wakati huu kwa sababu ma, ma, upendo na moyo wangu sasa hivi vyote vipo Rock City. ila kama ikitokea ikatokea bahati ya kuchezea timu yoyote ni sawa lakini kwa sasa hivi siwezi nikazungumza chochote kwa sababu bado mapenzi na moyo wote yapo kwa Rock City. Kabla hujafika Rock City ulikuwa unachezea timu gani? Eh, nimechezea timu tofauti tofauti, eh, nimechezea Lagostelo ya Nyanza Nyanza Lak hmm. Nimechezea timu ya Langi, nimechezea Fraternite, nimechezea Gatwe FC. Hizo ni baadhi ya timu ambazo nimeenda nikichezea. Nimechezea ligi ya Nyarugusu mpaka Kigoma poti, nimewahi kucheza. Naweza kusema kwamba wewe tayari ni, kwa ni mzoefu wa ligi e? pengine mimi naweza nikasema uzoefu kidogo upo kwenye ligi, japo sio sana, ila uzoefu upo. Nakushukuru kama vinga, asante sana.